Naam, karibu tena. Tuangazie masuala ya elimu sasa, ambapo walimu wa shule za sekondari ya msingi maarufu JSS kote nchini wameanza tena kushinikiza serikali kuwapa uhuru kamili wa usimamizi wa shule hizo. Wanadai kuwa kuweka shule hizo chini ya usimamizi wa shule za msingi kunadhoofisha utekelezaji wa mtaala wa umilisi yani CBC. Huyu hapa mwanahabari wetu Aaron Marie na kina cha taarifa hiyo. Bali, katika kaunti ya Mombasa, walimu wakiongozwa na Obara Kevin walikosoa mpangilio wa sasa, wakisisitiza kuwa kila ngazi ya elimu inahitaji uongozi wake wa kipekee, ikiwa ni pamoja na walimu wakuu na bodi zao. We demand for autonomy. We want to be allowed to run our activities to run our games independently as junior school wito huo ulikaririwa katika kaunti ya Kilifi, ambako wanachama wa chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPET waliandamana Malindi. Walikosoa jopo kazi la rais la marekebisho ya elimu, wakidai kuwa halikuwahusisha walimu na wanafunzi ipasavyo katika mashauriano kuhusu mfumo huo mpya wa elimu na katika kaunti ya Kitui, walimu wa JSS wakiongozwa na katibu wa Kuppet tawi la Kitui Kiyoko Mutia walitaka shule hizo zijisimamie. Belongs. Katika kaunti ya Baringo, maafisa wa Kupet walitoa wito wa marekebisho ili kulinda viwango vya elimu. Walisema kuunganisha madarasa kupitia mfumo mpya wa shule kumewaletea mkanganyiko kwani maabara hazitoshi, mwelekeo wa masomo si wazi na walimu elfu ishirini wanagenzi hawajui iwapo wataajiriwa. Walimu hao wanasema kuwa shule zikipewa uhuru zaidi, elimu itaimarika, walimu na wanafunzi watapata heshima na uwajibikaji utaongezeka.